Kwenye taarifa naangazia Edwin Sasaka, ni kwamba msukosuko ukiendelea katika mchakato wa kukodishwa kwa kiwanda cha kusaga na kupakia sukari cha Nzoia, misururi ya maandamano yakionekana kushika kasi, baadhi ya wa wakulima wa miwa wamejitokeza na kuwanyoshea kidole cha lawama wanasiasa kwa kushinikiza kutoimarishwa kwa kiwanda hicho, wakidai wakulima wamekuwa wakiumia kwa muda mrefu bila suluhu kutoka kwa wanasiasa hao. Baadhi ya wakulima hao wanadai atoa kubinafsishwa kiwanda hicho ni afueni kwa wakulima, hasa baada yao kuhangaishwa kwa muda mrefu kutokana na kutolipwa malimbukizi yao ya miwa kwa muda mrefu. Nalima Kakamega kaunti, nalima Bungoma. Nimepeleka miwa yangu Bungoma Nzoia, miaka mbili imepita bila kulipwa. Nimepeleka West Kenya hii ni receipts ya nimelipwa. Nimelipwa nazo. One week nalipwa. Kwa hivyo kama wa mimi mkulima na wakulima wenzangu wa Bungoma, sisi tunataka pesa hiyo kwa mfuko. Hatutaki vitina nyingine na vingine. Mnaona hizi delivery? Yeah. Ni mkulima. Yeah. Si mtu wa kusema ati niambiwa ni nitalima, ni mkulima hata zai nadai pesa. Hatutaki sisi wakulima tuingiziwe na wanasiasa atuwapatie hapo kura, ati wanasema huyu afanye hapa huyu afanye hapa. Hapana, saa kumi na mbili mimi waamuka na chembe kuenda kwa shamba kulima ili niuse ni hiyo miwa watoto wangu wasomee. Mkulima wa Nzoya ambaye umekuwa ukipeleka miwa yako Nzoya, i can guarantee you utalipwa baada ya siku saba. Because we have tried, na tumeona na tunajua ni kitu gani tunawaambia. Mwekezaji huyu anajulikana, ako na tajiriba ya kulipa wakulima wake kwa wakati. Kila mwenye amepeleka miwa analipwa kwa wiki na pia analipa kwa wakati. Baadhi ya vijana waliozungumza na kituo hiki wanadai kwa sasa kiwanda hicho akitoi fursa ya ajira kwao, na iwapo kibinafsi kwake kutatoa nafasi kwa ajira kwao, wanasiasa wasitishe hulka ya kupinga hatua hiyo. Sisi vijana Bungoma hatuna kazi, sababu Nzoia imekufa. Sasa wakipata mtu ambaye anaamsha Nzoia, yes. musikuje kupinga sababu vijana tunataka ajira. mume hey. wangu aliniachia shamba, hiyo shamba ndiyo nalima nikisomesha watoto wangu wakati Nzoia ilikuwanga, Nzoia nilikuwa watoto wangu wanaendelea na masomo. Wakati Nzoia imeanguka, mimi watoto wamekaa nyumbani hawasomi. Kwa hivyo mimi kama mkulima na mama mjane, naungana na serikali kupeana ama kukotesha eh, fakitori ya Nzoia. Katika maandamano ya leo, baadhi ya wanasiasa wa kaunti ya Bungoma walikamatwa na maafisa wa polisi mjini Webuye, ila wakaachiliwa baadaye. Kaniambia, wacha tuzunguke kidogo, wewe unatakana discipline. Nikasema, discipline imekosa nini? na mimi niko free, sasa nimetoka, niko saa hii free, wakaniachilia. Na hata polisi wao pia wanalia kwamba ikoti wako na shida, lakini tafadhali inyii tusaidie. Na nawa polisi ni walewale, wale wanatumiwanga vibaya Wakati ikifika wakati kesi inapaki kwao wanawaachilia. Nataka kuambia polisi wajue, hii katiba ni katiba mpya ya 2010 haikubali mutu kutumia nguvu. Ni kiripotia West TV, kutoka mjini Webuye, wadi ya Matulo, eneo bungela Webuye, makaribi kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka.